Hatujawahi kumdistabu jirani yoyote. Hatujawahi kumdistabu jirani yoyote, lakini majirani mara nyingi wamekuwa ni watu ambao wakiwa na njaa na shida wako milangoni mwetu, lakini wakishainukainuka inuka kidogo, wanazuia mazao yetu kuingia kwenye nchi zao. Sasa am haya mambo ya kuvumiliana aliyafanya Mwalimu Nyerere. We are no longer in fight ya ku front state nini, zilikuwa zinaitwa frontline states za kutafuta uhuru wa nchi ya mtu mwingine. Now we are in a phase of our own economic liberation, na sisi tunaamini kwenye trade facilitation kwamba wao wauze kwetu na sisi tuuze kwao. Mwaka jana mwaka juzi wenzetu wa Zambia walizuia kabisa mahindi yetu hata yasipite kwenye nchi yao, tukiwa tunayapeleka Kongo. Wakasema sisi mahindi yetu yana kitu kinaitwa litho litho eh, virus sijui litho maize virus sijui tukawaambia hatuna, njooni tufanye tathmini na mpime mahindi yetu kwenye maabara mnazotaka nyinyi. Malawi wakatuzuia kuingiza mazao yetu kwao mwaka jana, ila ya kwao yaingie ya kwetu yasifanye nini, na wengine hata yasipite kwenye ardhi yao kwenda kwenye third country. Nakumbuka miaka kama mitatu minne mitatu, Kenya walitufungia mahindi yetu wakisema yana sumukuvu, si ndio? Jamani, wakati wao ndio wana sumukuvu kuliko mtu yeyote. Na nielewa, lakini sasa South Africa, mkienda kwenye masupermarket huko, mnakuta zabibu za South Africa, hamkuti machungwa yao, mnakuta hamkuti. Kwa miaka kumi walituzuia kufu kuingiza parachichi yetu. Mwaka juzi nikamwambia kuza, wewe si una contract yee, pakia roli, peleka. Akapeleka wakabomo, wakadestroy parachichi za Tanzania. Nikawaambia Plant Health Authority, sasa zuieni kinachoingia kutoka wapi. Wakatufungulia parachichi. Sasa leo ni mwaka wa tano, tunataka watufungulie kuuza ndizi yetu wapi kwao na mazao mengine. Kinachotokea sasa, wafanyabiashara wanayanunua hapa, wanayapeleka Zambia, wanayatoa Zambia ndio wanayapeleka South Africa, yanaonekana yametoka Zambia. Malawi na wenyewe wametoa tamko, Wizara yao ya viwanda na biashara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 sitakiruhusu aidha, kuingia wala kupita on transit ndani ya nchi.